Wewe ni mtumishi wa umma kwa maana uh, ni mfanyakazi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana serikali kuu, serikali za mitaa au mashirika ya umma ambayo uh, yanapokea ruzuku kwa zaidi ya asilimia hamsini kutoka serikalini basi uh, una nafasi ya kuomba msamaha wa kodi ya forodha na bidhaa pale ambapo unanunua gari kwa matumizi yako binafsi. Ifuatavyo ndivyo vigezo ambavyo vinastahili uh, kwa mtumishi wa umma kuweza kupewa msamaha huo. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa unafanya kazi serikalini kwa, kwa maeneo ambayo nimeyataja, lakini kigezo cha pili unatakiwa kuwa na ngazi ya mshahara kuanzia TJSB au um, kiwango kinachofanana na hicho kwa mashirika ya umma na serikali za mitaa lakini sifa za gari ambalo unaruhusiwa kuombea msamaha, kwanza kabisa gari hilo linatakiwa lisiwe ni zaidi ya miaka kumi kuanzia mwaka wa matengenezo. Kwa maana hii, kwa mfano kama leo ni 2025, basi inatakiwa gari ambalo unaliombea msamaha huo liwe limetengenezwa kuanzia mwaka 2015 akwenda juu. Lakini sifa ya pili kwenye gari, gari hilo linatakiwa liwe na ukubwa wa injini usiozidi cc 3000 kwa maana ya cubic cylinder 3000, lakini kigezo hiki cha cc hakitahusika kwa wabunge. Kwa maana hiyo wabunge wenyewe hawana limit au hawana kiwango cha mwisho cha cc. Kwa maana hiyo, mbunge hata kama akiagiza gari la cc 10000, basi atakuwa anaruhusiwa. Na kigezo kingine ni kwamba msamaha huu utatolewa mara moja ndani ya mwaka au ndani ya miaka minne kwa maana hiyo, uh, unaweza kuwa unaomba msamaha uh, wa kodi ya forodha na bidhaa kila baada ya miaka minne uh, ya utumishi wako. Kwa maana hiyo, hivyo ndivyo vigezo ambavyo kama mtumishi utatakiwa kuwa navyo ili uweze kupata msamaha uh, wa forodha na bidhaa pale ambapo unanua gari uh, kutoka ndani ya nchi au uh, unapoagiza gari kutoka nje ya nchi kwa matumizi yako binafsi. Kama una swali, tafadhali tuandike hapo chini na sisi.